baya tumepoteza kutokana na nini? Mchezo wa mpira unavyokuwa unaendelea, hatujapoteza kwa sababu simba labda ni mbovu, labda hamna. Yani, ukiangalia wewe mwenyewe kwenye sasa hivi, hata kwa Tanzania, au kwenye lile kundi letu, hata ukiangalia kwenye performance Simba angalia uwanjani, unajiuliza inafungwaje? Sasa si, jiulize kwa inafungwaje, ndio utakuja kuamini mpira ni mchezo wa nini, kwa makosa nezautaneza nafasi lakini ukashindwa kutumia nafasi mwenzako akapata nafasi moja akatumia nafasi ikakuadhibu. Silewa kwa mpira ndivyo ulivyo, watu wasiwasikie, kwa najua sisi tunashindwa kuelewa kitu kimoja, kwamba naeza tunakaa hivi, unaweza tukatukana na viongozi kafanyaje, lakini jiulize sasa, je, simba itashinda milele? Haiwezekani iweze kushinda milele. Kuna nyakati ngumu za futibolo afu kuna nyakati nzuri za futibolo. Watu walielewe hiyo. Jambo la msingi shehe, mimi siwezi kubadilisha nguvu moja kwa sababu gani? Mshikamano ndio unahitajika zaidi, hata wale wazee wetu tunawahitaji zaidi kwenye uongozi huu ambao sasa hivi unaongozwa na mtazama nguvu, mwenyekiti wa wanachama, na huku upande wa wawekezaji magoli, umeelewa? Kwao tunawahitaji wale wazee wastaafu, tunawahitaji ili waje kuisaidia timu, kama wanavyofanya wenzetu upande wa pili, Yanga African Modern Talaba, tunawanasikia kabisa hii mechi ya wazee. Kwa sababu gani? Wazee wanacheza uwanjani, hawachezi uwanjani, kuna vitu fulani wanasaidia ambavyo vinaweza kutusalimisha mara mfululizo mfululizo, shehe wangu. Kwa hiyo mshikamano ndo zaidi kinamba Simba na mimi kuamini kwamba huyu mchezo wa mpira ndivyo ulivyo, hakuna hamna, nataka amna. unaridhika na maamuzi ya klabu na na na pia pia unaridhika na Simba a Uh, kuondoka pante hivyo, mimi ni binafsi nilizika kwa sababu gani? Tajiri Mo Dewji alisema kwa kwenye kauli yake, anasema yeye ndoto zake ni kuchukua CAF Champions League. Sasa huwezi kuchukua CAF Champions League kwa kuwa na dereva ambaye hana leseni, simeelewa? Hiyo itakuwa kitu cha kujidanganya, simeelewa? Yaani unataka kuchukua CAF Champions League unakuwa na dereva yaani sawa sawa wewe unaendesha gari halafu leseni iku, uh, sasa inakuwa kitu ambacho hakipo ko ili tuweze kufikia kwenye malengo yetu, lazima tuwe na watu sahihi wa kuweza kuiongoza Simba kufikia eneo lile ambalo linahitajika. Mpira sio mchezo wa, wa siasa. Mpira unahitaji vitendo. Wekeza pesa, chukua wachezaji ambao wana uwezo. Ukileta siasa kwenye mpira, tutakuja kutumbua simenielewa. Tumefika nafasi ya tano hata wachezaji waliokuwa sasa hivi, mimi naimani kwamba matola anatukosea sana, hawaambii kwamba hii ni Simba. Suleiman Matola Bironi anawakosea Simba sana, anawakosea kwenye nafasi hii. Yeye kama kocha msaidizi sasa hivi ni mmoja wa timu, Matola ndani uh, ya makocha tisa miaka sita anaijua Simba vile vile, amecheza, amekuwa kapteni, mpaka sasa hivi yuko kwenye benchi la ufundi miaka mingi. Kwa hiyo mimi, mimi nilikuwa nategemea kwamba yeye wachezaji wakija Tanzania awaambie bwana, hii ni Simba, Simba ambayo iko nafasi ya tano kwa bora barani Afrika, haijafika kwa uzembe wa kulegealegea. Wacheze mpira wajitua, watoe jasho kweli. Tumenielewa. Matola na mzigo mkubwa sana kwa sisi kwetu sisi, kwa sababu gani? Yeye yuko muda mwingi pale, huwezi kumlaumu Pantevo. Pantevo kaja juzi, hata miezi miwili hajafikisha, na mlaumu Pantevo. Kwa kumlaumu ni yule ambaye yuko miaka mingi pale, kwa kumwambia bwana, kwa nini wachezaji waambie, wajitume, wanapoteza nafasi za wazi ambao hata mimi ukinipa nafunga, tumeelewa. Yeye kwa nini unapoteza hivyo mpira kweli? Unaweza kukosa hata nafasi, mimi niona juzi ndio Messi kakosa, yeye pia na goli ya kipa, tumeelewa, lakini yeye unakosa kwa wakati gani, kwa namna gani? Timu inacheza vile inavyochezwa ina, ina, ina Sio unavyozungumza kipindi kile. Simba tuna Meddie Kagere, tuna tuna tuna John Bocco, alafu tuna yule Chris Mugalo, unazungumza goli 23 goli 20 goli 18 za NBC, simeelewa. Lakini unavyozungumza leo, nitarajie ukitoa jinchi za huo msimu ulioisha goli 16 nitarajie mchezaji mwingine alifikisha magoli kama yale? Hakuna yani, manake wachezaji wanacheza sana, wanapenda sana starehe kuliko kazi ya uwanjani, simeelewa. so, so, so, so, so, so, so, so. Matola waambie usifanye starehe, yaani Matola waambie kwamba hii Simba iko nafasi ya tano kwa ubora barani Afrika, haijaja kwa lele mama tu, watu wamewekeza pesa, watu wanapambana uwanjani. Anelewa wapambane uwanjani kwa sababu ya Simba. Haya yote wanaona yanaendelea kwenye vyombo vya habari, mitandao, watu wanazungumza, wanatukana viongozi. Hizo sio sababu za msingi. Sababu za msingi wachezaji wenyewe kujitoa, waweze kuipambania Simba, waweze kupambania logo yetu, ndio kitu cha msingi, sio kumtukana Mangungu. Matola usielewe, Matola ni kocha tu msaidizi anaweza akawa na washauri waku makocha wa kigeni a, lakini hana maamuzi kwa kocha mkuu wa Simba. Yani wewe kwa bosi wako utashauri tu, hutamwamule bosi wako sindio? Matola kwa Pantevu, yeye anashauri na wala hawezi kuamua, hawezi kupanga ikosi. Matola kapantevuakubali, sindio? Sasa kwa nini simpe timu Matola? Akosee kama kocha mkuu alafu mumle nyama. Tumempa mtego sahihi, au <laughs> <Pasi babaya. laughs> <laughs> eh? Kwa... kitu kimoja niambie, ningependa leo tushinde mapema, tushinde goli nyingi kwa sababu eh, ni eh, mtego eh. Mimi nakwambia ukweli eh. Baada ya hapa, kama ikitokea matokeo tofauti na kushinda, utakuja kuniambia mwenyewe utachokiona baadaye, zogo zitaendelea tena. <coughs> <laughs> Kama naendelea sasa hivi utasikia mengi eh. Kwa mimi binafsi naombea leo tupate ushindi ili eh. Tuweze kuweza ku, kufikia matarajio, najua matarajio eh. Ni kuchukua ubingwa ubingwalwa sasa eh. Kama unajua katika timu ambazo zimetunyima msimu ulioisha ubingwa eh. Azamu ikiwepo minakuambia kwa vitu vimoja, sio Yanga kutufunga sisi eh. Kwa namna moja tumlewa yeah. Tumetoa sare na cost uh -huh. Neelewa KMC, tumetoa sare na Fountain Gate eh. Tumetoa sare na, na Azam uwanja eh. Huu eh hizi mechi tatu tumepoteza pointi sita msimu ulioisha bingwa akachukua tofauti wa pointi nne mm. wakati huo sikatufunga nje ndani, hapo simeelewa? yes, yes. Sasa tungeshinda hizi mechi hizi zote tungeshinda hizi tungechukua tunge kwa pointi mbili. Kwa hiyo sisi katika mechi ambazo zimetufelisha hapo ni Azam. Kwa hiyo mtego kwa Matola kama ataka kusalia